Mtapantayu usilanga aende, kamwambie mama, ilani imesema, naomba nichimirizie watu wangu wapate barabara na kila kitu kiende vizuri, na kofi kwa Samia, Samia. Njalu ni mpambanaji, Njalu ni mtekelezaji, Njalu ni mbunifu, Njalu ni mtu anayetamani

Ungaitekeleze, karibuini. Kwa kuwa ilani yetu ni kubwa, daktari anapenda maendeleo akatohoa ilani kuwa ndogo ya mkoa wa Simiyu ili uharakishie watu hawa changamoto zao. Ni kukabidhi mkataba huu wa chama chetu cha mapinduzi na wananchi. Naona hapa chini karibu, ueleze utatekelezaje ilani hii kwa hawa wananchi ili wakapate